Miongoni mwa sababu zinazoweza lemaza shughuli za binadamu ni ulemavu. Katika kijiji cha Sinoko eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma, mzee Aman Ochola alipoteza uwezo wa kuona baada ya kuugua ugonjwa wa polio. Hii shida ya kutuona nilizaliwa kama naona lakini baada ya miaka saba polio ikaingia kwa miguu nikatibiwa. Baada ya kutibiwa ilihama ikaenda kwa macho lakini pale mzazi angeweza kutambua alikuja kutambua kama iko late. Mzee Ochola mwenye umri wa miaka sitini anaelezea madhila yaliyomwandama maishani baada ya kupoteza uwezo wake wa kuona akiwa na umri wa miaka kumi na miwili. Niliweza kuenda kwa shule ya wasioona nikasoma hadi darasa la saba na nikaenda kwa koleji ya ya si ya kufanya kazi kama simu telefoni opereta, na alicha kufanya hiyo kazi kosi bado. Tena nilifanya kazi na serikali kwa miaka ishirini bila malipo, bila kuandikwa. Sasa maisha ile naishi ni ngumu, sababu sina wazazi, sina shamba, mimi mwenyewe sioni, sina njia yote ya kujisaidia kupata chakula yule nakaa naye bishop naka kanisa yake, kwa hivyo hawezi kuacha nikalala njaa. Ananisaidia hapo kupata chakula na watoto wangu, na hata majirani wale wa karibu huwa wanajitolea, wakati mwingine mkutakiwa naye kidogo ananiletea na... mke wake Mzee Ochola, Evelyn Ochola anaelezea alivyotaabika baada ya mume wake kufutwa kazi na kufukuzwa katika nyumba ya serikali waliokuwa wakiishi. Tulipatana na yeye na alikuwa kwa kazi ndio, lakini aka alipofutwa kazi na akaja, tukaambiwa tutoke kwa nyumba ya serikali. Hata tukatolewa tukaambiwa, tutoke tutafute mahali pa kuenda kuishi, na tulipotoka changamoto zimekuwa nyingi. Nimejaribu kung'ang'ana kwanzia pale kupambana, nikamwambia Mungu ndiye anaweza, hakuna kitu, jambo ingine yenye, eh, inamshinda. Pesa za kujikimu wamekuwa kitoa kwa biashara ya Evelyn ya kuuza ndizi, ambayo anabaini kuwa haijakuwa ikiwapa fedha za kukimu mahitaji yao ya kila siku. Ya maisha imekuwa na ugumu kwa sababu bila ana kazi hivi, mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kufanya biashara najaribu kuuzauza hata ndizi, nikifanya ndizi nikiuza nikifanya ndizi nikiuza, na tunaendelea kuishi, lakini hali ikawa ikafika mahali kupata hata hiyo vitu kupata ama pesa msaada yoyote ikawa ni ngumu. Akisema ee, ana uwezo wa kufanya kazi na kujitafutia kipato ikiwa ataweza kupata ajira. Kwa hiyo naomba tu serikali ama chama chochote ama kikundi cha watu wale wanaweza kuwa na njia ya kunisaidia nikapata plot ama shamba, wote mahali popote, itakuwa msaada kubwa. Isaac Musioka, Undugu TV.